Watu wengi wanadhani mtu anayekaa akicheka kila wakati ana furaha. Lakini ukweli ni huu: watu wengi wanaocheka sana wamevunjika moyoni kuliko unavyofikiri. Kicheko kwao sio furaha, ni ngao ya kujilinda, ni njia ya kuficha maumivu ambayo hawajawahi kupata mtu wa kuyasikiliza. Watu hawa wanajifunza mapema sana maishani kwamba, ukionyesha huzuni watu wanachoka na wewe, lakini ukicheka, watu wanakukubali. Ndiyo maana wanaamua kucheka hata wakiwa wanalia ndani. Sehemu ya kwanza, kwa nini wanacheka sana? Watu waliovunjika moyoni mara nyingi walikatishwa tamaa na watu waliowategemea, waliumizwa bila kuombwa msamaha, walijifunza kuwa kuwaonyesha watu maumivu yao ni udhaifu. Kwa hiyo wanajifunza tabia moja hatari sana, kujifanya wako sawa wakati hawapo sawa. Wanacheka ili wasiulizwe maswali, wasionewe huruma, wasiwe mzigo kwa mtu yeyote lakini kila kicheko kinabeba mzigo wa kimya. Sehemu ya pili: dalili za mtu anayecheka lakini amevunjika. Dalili ya kwanza, anajali sana hisia za watu lakini hakuna anayejali zake. Dalili ya pili, akiwa peke yake anachoka ghafla, kicheko kinaisha na mawazo yanamvamia. Dalili ya tatu, anapenda kuwafurahisha wengine hata kwa kujiumiza mwenyewe. Dalili ya nne, anaogopa kuonyesha udhaifu wake. Anaamini akilia au kulalamika ataonekana dhaifu. na dalili ya tano, anapenda ukimya kuliko mazungumzo ya juu juu. Sehemu ya tatu, maumivu halisi walionayo. Maumivu yao siyo kelele, ni maumivu ya kimya. Ni ile hali ya kutabasamu mchana, kulia usiku, kujilaumu bila kosa, kujisikia peke yako hata ukiwa na watu. Watu hawa mara nyingi husema niko sawa, lakini ndani yao wanamaanisha nimechoka kupigana peke yangu. Sehemu ya nne, kwa nini ni hatari kuwapuuza. Tatizo kubwa ni hili, watu hawa hawapendi kuomba msaada. Wanaamini wakisema ukweli wataachwa, wakionyesha maumivu watakataliwa. Ndio maana wengine huanguka kwenye msongo wa mawazo, upweke mkubwa, kujichukia, au maamuzi hatari bila mtu kugundua. Na mara nyingi jamii hushangaa, alikuwa mtu wa kuchekesha sana, mbona amefikia hapo? Lakini hawakujua kicheko kilikuwa kilio kilichojificha. Sehemu ya tano: ujumbe muhimu. Kama wewe ni mmoja wao, sikiliza vizuri. Kucheka hakukufanyi kuwa dhaifu, kulia hakukufanyi kuwa mdhaifu, kuomba msaada sio kushindwa, ni ujasiri. Na kama una mtu anayekaa akicheka sana karibu na wewe, muulize kwa dhati, uko sawa kweli? Maisha ya mtu yanaweza kubadilika kwa swali hilo moja. Mwisho, kama umejiona kwenye video hii Jua hauko peke yako. Andika naelewa kwenye comment na usisahau kusubscribe kwa sababu video inayofuata tutazungumzia kwa nini watu wema huumia zaidi.